Na watu kama wataishi ndani ya neema hii na kheri hii, basi hii dunia itapata saada. Lakini kwa hakika maadui waliona kheri hii, waliona neema hii, na wakatumia nguvu nyingi sana kuwatoa Waislamu katika kheri. Wadda kathiru min ahli alkitabi law lau yarudunakum min ba'di imanikum kufara

Hsda min indi anfusihim, wamefanya hivyo hali ya kuwa ni husda, wamehusudu kheri yenu. Mimbaadi ma tabayana lahum lhaqu Allah nasea, baada ya kubainikiwa na haqi. Waliusoma wakautazama Uislamu kona hii ni dini ya kweli, dini inawafikiana na akili na maumbile. Hakuna funzo lolote ukilieka mbele yako lende kinyume na maumbile Akili ya mwanadamu hakuna. Walipoona hivyo, wakatumia mbinu nyingi ili wawatoeni katika hii kheri. Ndugu zanguni, tulikuwa turudi katika dini turudi katika dini. Hadithi niliyotaja ya biashara ya aina, nitamalizia nayo khutba, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ikiwa mtafanya biashara ya aina Waakhadhtum adhnab al baqri, na mkashika mikia ya ng'ombe kwa maana ya kilimo, wanolimo, kwa sababu wanaolima kwa kutumia wanyama unamshika mkiani ili ende, upate atembee, ili jembe lilime nyuma, mkaridhika na kilimo. Na wanasema ahlul ilmu, haina maana kwamba si halali au ni jambo baya mtu akashughulika na biashara na kilimo na mambo mwingineyo lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele akasema, wataraktum ljihada, mkaacha jihad katika dini ya Allah. Hii dini ya Allah yatakiwa ipiganiwe kwa njia za kisheria za kuipigania na kuisogeza dini ya Allah mbele ambayo bwana Mtume alianza nazo katika mji wa Makka. Mtume aliishi Makka miaka kumi na tatu hajapigana jihadi ya upanga wajahidhum bihi jihadan kabira, ni Qur'an, pigana nao wao jihadi ya Qur'an. Bihi ai bil qur'an jihadan kabira, jihad kubwa kabisa. Bwana Mtume alifundisha Uislamu katika mji wa Makkah. Bwana Mtume akampeleka Musa katika mji wa Madina, akamwambia nenda kawafundishe watu dini Kabla mtume haja hama kuna Madina alimpeleka sahaba Mus'ab, kazi yake kuna kuwafundisha watu dini. Mji wa Madina wote ukapata nuru ya dini, wakawa tayari kumpokea Rasul alaihi salatu wassalam. Elimu ilifanya kazi kubwa, elimu ndio sababu ya kusimama daula, serikali ya bwana mtume sallallahu alaihi wasalam. Na wala hakukua na sio kwa maana alikuwa anakufundisha watu physics kule, wala chemistry, wala biology wala mechanics. Walipokuja wali wa watu katika bai'atul aqaba, bwana Mtume akamwambia nenda, fa'allimhum dinahum, nenda kuwafundisha dini yao. Na wakati huo hakuna swala iliyofarudishwa. Ilikuwa dini ipi? Elimu limua ni imani, tauhidi, kumjua Allah, kujua uislamu na kheri yake. Akenda akafundisha, serikali ikasimama ya mji wa Madina. Serikali ya Bwana Mtume ikasimama katika mji wa Madina kwa sababu ya taalimu ya dini. Nyinyi leo mnadharau dini, mnadharau kusoma dini, mnadharau kusomesha dini, mnadharau watoto wenu. Tumekuwa na maadui sasa kwenye majumba, kwenye mitaa, tuna maadui wengi kwenye mitandao, sababu watu ni wajinga wa dini. Haiwezi ikapatikana khairi, haiwezi ikasimama serikali ya kiislamu wala khairi yoyote wa katika dunia bila ya dini, na dini haiwezekani bila ya ilmu.

huyu akupa dawa hizi, kisha akwambia kwambia a hizi hazifai, akupa nyingine, wanafanya biashara. Hawana heri madaktari wasiokuwa na dini, hawana heri mawaziri wasiokuwa na dini, hawana heri wakuu wa mikoa wasiokuwa na dini, hawana heri viongozi wasiokuwa na dini, hawana heri mainjinia wasiokuwa na dini, hawana heri wafanya biashara wasiokuwa na dini. Ndio maana mnaona maisha yamekuwa ya taabu sana, taabu sana, ukikosea tu umeumia, Sababu watu hawana dini, na wasiokuwa na dini hawana heri. Watu hawataki kusoma dini. Tujue Uislamu wetu, tuijue kheri hii ili tuifuate, kwa sababu izza yetu, heshima yetu Waislamu iko katika dini. Mtahangaika sana. Yani, kuna watu wanaona mafanikio wa yao watapata kwa kushusha tanga na kupandisha tanga. Wewe shusha matanga mia, pandisha mia Amuweni mwislamu, iza yako iza yako iko katika dini. Iza yako haiko katika kupandisha tanga na kushusha tanga, iza yako haiko katika demokrasia, iza yako haiko katika almania, iza yako haiko katika hadhara ya kimagharibi na utamaduni wa kimagharibi. Huko hakuna iza. Iza ni katika Uislamu. Ndugu zanguni, tuwasomeshe watu dini, tusomeshe watu dini. Wanaofanya kazi ya taalimu wafanye kazi kikweli. kheri ya dunia fungwa katika ilmu anafi walamali salih, na kila mmoja ataulizwa maswali matatu au kwa jumla manne ya umal kiyama. Kila mmoja ataulizwa ataulizwa umri wake, ataulizwa ujana wake, ataulizwa ilmu yake ameifanyia kazi vipi? Sasa kama wewe kwanza, hiyo elimu huna, una swali la kwa nini ukusoma elimu yake ataulizwa Waana ilmihi madha amila bih, ataulizwa ilmu yake kaifanyia kazi. Sasa wewe ukusoma k kwa kwanza, utaulizwa kwa nini hukusoma. Muda wa kusoma ulikuwa huna, lakini muda wa kukaa kutazama Yanga na Simba ulikuwa nao dakika 90. Na ligi kuu imeanza, mwashughulishwa wakati wa ligi kuu, mwashughulishwa wakati wa usajili, mashughulishwa hivi. Yani ni mwaka mzima mashughulishwa. Vichani, yani niye ni vicha, mashughulishwa na ngozi iliotua upepo. Vichaa. Mmekuwa vichaa ule ni mpira ni ngozi imetia upepo washughulisha nyii watoa mali zenu maziangamiza katika ngozi huku dini ya Allah inahitaji walimu wanahitaji madaris inahitaji watu wanahitajia nini alazenu, mgozi, ala zenu matoa kwenye ngozi inotia upepo ikapulizwa hewa alafu yakimbizwa na watu 22. mjinga mkubwa wewe. kama hiyo lugha ngumu hiyo hebu acha ukuliku tataka hizo lugha ngumu hizo muacha kuliku Unatoa yele yako kwenye demokrasia, unatoa billions of money katika demokrati, mfumo wa kimagharibi wa kukataa dini, mfumo ambao dini hakuna, ili chama kisajiliwe kwanza kipinge dini. Alafu wewe unatoa yele yako kwa Uislamu huku, wallahi utaulizwa katika swali inalofuata, mtu ataulizwa mali yake min aina ktasabahu wa fima anfakahu